mtu ambaye uko naye na wewe hakuachi kurana nita kitu wewe una, una size moja uko naye kama rafiki mm. Kila mmoja wenu anaye rafiki anatembea naye ni jini lakini kafiri. Kazi yake kila mtu, Naam, kila mtu. Kazi yake akutashwishi wewe tu, sio jini anaingia mwili akuba mm. Tashwishi wasahaba awambia mtume, hata wewe mtume unayo? Asema hata mimi ninayo.

Allah amenipa nguvu hawe, ha, haniwezi kunitashwishi, kunipatia mashawishi, hawezi mm. Sasa wote eh, hadithi mbili fa aslama ye kasi, ka, kasilimu mm. Au mimi nasalimika katika tashwishi wake mm. Wote Imamu Nawawi anasema ni inawezi kusanyika mm. Fa aslama ye kasilimu. mm. Baada kusilimu mimi hawe, haniwezi kuni Huni... tashwishi so, so. Sasa hii atwa qarini hmm, na qarini hii kila mtu anayo, lakini kila wewe unakuwa katika ibada taa Qurani taa nakana karibu na Mungu huyu atadofika anaishia nguvu, inakufata wewe tu, wala ana nguvu yote okay. Kila we kaambali na Mungu na taa na ibada, anakutawala anakutawala, anazidi kutawala. Sasa imani yako kile ko vizuri kama unampa chakula maana uh. Sheikh malizia katika sura Qaf tayeb. Allah wakati analeta watu wote kiama anamuuliza maanake mungu yeye atamuuliza kila mja, kila mmoja wetu mbele wa Allah taala. Tunasema hakuna turjuman, hakuna mkilimani, wewe na Mungu. Kila moja wetu akumbuke siku ile Mungu uko mbele yako, huwezi kumdanganya, huwezi kuwa chochote dunia mshaacha gobe, siku siku hatari sana. Wakati watu wanasema mbele ya Allah staala, na ile qarini inaleta inaletwa yameshiriki, eh sio eh. So, anasema waqala qarinuhu hadha ma ladaya atid mm. E, mungu mm. qarinu huyu, yeah. muulize huyu atid alikuwa mm. malaika, yuko bwana kushoto, anaandika dhambi. Muulize huyu mimi nimefanya dhambi au akafanya menye mwenyewe binadamu